Ndugu wapendwa, karibuni sana tena siku ya leo katika mada yetu ambayo ndani yake tutashee pamoja nanyi kitu kinachohusu uongo wa rafiki ambaye unafikiria ni rafiki, akumbe ni mnafiki. Rafiki ambao unafikiria ni rafiki, lakini ni mnafiki, ana uongo anautunga nyuma yako mbele tuingilie mada ya leo. Nawashukuru sana ninyi wengi ambao muko muna subscribe juu ya channel yetu ya YouTube Words of Hope. Nashukuru sana, maana muko mna share wengi kwa marafiki kusudi tena tuwe na majadiliano mengi. By the way, nawashukuru sana na nawapenda nyote. Mni support. Tuendeleshe kazi hii ya kuonyana kwani wengi wamevunjika, wengi wamekata tumaini na wengi wanafikiria hakuna tena maendeleo. Akumbe kitu ni, kum, ni kimoja tu ndani ya yote yanayotukia tuki, ni kujipa usalama wa moyo kupitia Yesu Kristo kupitia Mungu Mumba, unamkabidhi chote, unasema Mungu, na mimi najua siku moja hutaniachilia. Basi, asante sana kwa kweli, tuingilie mada yetu Karibuni tena, nimesema katika kipindi cha leo tutazungumzia uongo wa, naf, wa rafiki mnafiki ambao unaumiza sana. Hakuna kitu kinachochosha moyo wa mtu, hakuna kitu kinachovunja katika urafiki ambao mnaishi nao, na rafiki ambao unafikiri kwa kweli ni rafiki wa dhati, lakini na ni mnafiki. Uongo unavunja sana mawasiliano mengi. Uongo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakata confidence na yule mliyokuwa mkishe naye mambo fulani fulani, kikazi, kibiashara, katika uchumi ama katika friendship zenu, relationship zenu kinakusukuma urudi nyuma, mambo yako uwezi kuyarudisha tena nyuma, asema huyu mtu ambaye naishi naye si mtu kawaida. Na kinachoumiza sana ndio uongo unaofanana kweli, uongo ambao mtu anapenda ufananishe na kweli <laughs> utamkuta mtu anaongea mambo ambayo hayajui juu yako, tena ni yeye wa karibu na wewe sana. Na chanzo cha uongo ni nini? Chanzo cha uongo ni nini, cha nini? Kinacholeta uongo ni chuki, fitina na hiyo nyota ambayo imewaka kwako ambao mwingine hanayo ndio yeye anasukuma mambo kuyabadilisha. Utamkuta mtu Kamati mfano wa biashara mopu, mnaishi na mtu, mnaanza ka kazi fulani, we unaanza ka kazi, konajadiliana naye na, na unamwambia hapo nimefikia lengo la kitu fulani, hapo nataka fanya tena hivi, hapo tena nataka endelesha hivi, umnakabizi kazi zako Mwenyezi Mungu. Lakini kama yeye hana hiyo kipawa cha kazi unaoitenda kusudi ufaulu Anapima, anakwama, anapima, hayasogee mbele. Unajua, <laughs> matukio, atakuwa wa kwanza kusema mtu huyu hatumiki kazi kawaida. Amefanya nini? Amegusa dawa za kiuchawi, ndizo zinazomfaulisha saa zote. Na yule atakao ongea mambo haya ni rafiki wako wa karibu kawa. Maana mtu ambaye hakujua au ana chochote cha kuongea juu yako, hajawahi kuona. Ataongea nini? Wa karibu ambaye mna share naye mambo fulani fulani. Yeye ndiye atakuwa kwanza kuongea. Na anasema umegusa dawa. Umeenda kwa wachawi, sijui kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kufaulisha kazi zako ama zawadi yako fulani. Yaani unakuwa star nani ya? kazi fulani ya nyimbo sijui ya uchumi sijui ndani ya kazi ya utumishi hata ama katika siasa. Unasema amegusa dawa. Nazozweza kuambia watu kama umejua, nimegusa dawa na uliona wapi? Niliingilia gisi unavyoongea, basi na wewe kwa nini unateseka? Sukaende huko, watu hawaongee hayo, kwa ajili ya kusema ukweli ya yale waliyoyaona. Uongo mtupu yale wanayoyasema, wanapambana na nyota yako. Ni nyota ndiyo inayowacha wao wanasema hivi. Kile wanachopambana nacho ni nyota yako, ni hiyo hekima ambayo Mungu amekupatia unapoitumia unaitumikisha, Mungu anakufaulisha hatua kwa hatua. Mioyo yao inajinyonga humo, na wanaweza kufariki mapema juu ya kuumizwa mioyo. Niliwaambia uongo unatokana na chuki na fitina na nyota ambayo imewaka kwako. Sasa wakati mioyo yao inaponyongeka, wakati mioyo yao inapovunjika, ni hapo wanaumwa sana, kwa maana una nyota ambayo imewaka sana tunazungumzia uongo kwa hali hii, kusema watu wengi tabia zao zimekataa. Ndugu mpendwa, kitu ninachokushauria ukikuta rafiki kama huyo ambao mnaishi naye, lakini anasema mambo tofauti na yale unaongoja kwake, anakusema uongo, anapeleka jina yako popote, usiogope. Jua anachopambana nacho ni kile Mungu alichoweka ndani yako ni ahadi za baraka yako the destiny, ndiyo anapambana nayo kupitia nyota ambayo ameiona imewaka. Amwezi kushangaa, Yakobo alipokuwa kwa Labani alikuwa kama mfugaji wa Labani. Labani ni mjomba wake the really angle wa Yakobo lakini kondoo aliyokuwa akifuga Yakobo zilizidika siku baada ya siku siku baada ya siku, miaka naenda, Yakobo anafanikisha kazi ya Labani. Unajua kilichotokea mshahara ambao uliotokea ni kwamba kondoo akizaa madondoa yatakuwa ndani ya mambo aliyowasiliana nayo yatakuwa ya Yakobo, na ile ambayo haina madondoa itakuwa ya Labani. Lakini Mungu anafunulia Yakobo ya kama kondoo atakaozaliwa wote watakuwa wa madondoa. Boss anapofika ndani ya kazi kondoo wa meza anakuta yote yaliyozaliwa ni ya yule mfugaji Yakobo. Anasema tubadilishe, mimi yangu ni madondoa, yakutakuwa isiyokuwa ya na madondoa yaani taka taka ni ama ama changararo ndani ya nini, na juu ya mwili ya kondoo. Tena Mungu anabadilisha hiyo, ah, fitina ikawa ikawa ni nyota imewaka. Bosi bosi wake Yakob, ambaye ni anko really anko wa Yakobo, lakini fitina iliingia, mbona mali ni zake lakini hiyo tu machache ambayo Mungu anabadili yanamuletea nini? Fitina. Nakwambia kile wanachopambana nacho kwako ni nyota ambayo imewaka kwako. Sasa usijiuke kabisi nyota hiyo ibilishi kabisi nyota hiyo. Mwenyezi Mungu ashimamie. Ndani ya kitabu ya Proverbs ambao tunaita Mizali sura 16 sheheri la tatu. Inasema ukimkabidhi Mungu mipango yako yote inafaulu inafanikiwa. Ukimkabidhi Mungu kazi zako zinasonga mbele. Sasa usiumizwe, ni kweli inaweza kukuumiza saa fulani. Anasema kwa nini, he's my really friend ba, anafanyaje? Inawezekanaje anifanyizie hivi? Wewe mwombee na ukamwonyeshe ukweli. Usibaki kimya tu, umesikia mengi anayoyatunga juu yako. Usibaki kimya tumwambie hiki ulichokiongea, sivyo kilivyo, lakini kile ninachojua ni hiki, na nimejua wewe si rafiki, wewe ni mnafiki, unapenda unifuatilie ili nikaumizwe, nikanyongwe. Na mimi sitachoka, mi sita kukuonesha ya kama Mungu yu pamoja nani, katika kila kitu inachokigusa ni yeye anayenisimamia, na nyuma, napenda ubaki siku nyingi zako za kuishi ziongezeke ubaki hai, ili tukaweze kushee na we raha ya siku nitakapofaulu zaidi kuliko leo. Kwa maana hii unayo yaona ni mwanzo, lakini yapo mengi, na hapo utakuwa umekata umekata kamba ambazo alizokuwa akifuatilia akipenda zifungi miongoni mwa watu katika public asemia kama wewe unavitumia vitu visivyofaa, inawezekana hivi. Hata katika unyumba utakuta baba na mama wanaelewana sana, lakini huyo rafiki ambaye ni rafiki wa mama wa karibu karibu, ndiye anakuja kuharibisha unyumba wa mama. Anasema, unajua mme wako mme wako mme katoka katoka out na wengine wanawake, yani anaonekana kama si mme wako wa ndoa, anafanya vitu ambavyo havipendezi. ana anapenda ukitega tu masikio kwa maneno haya pasipo kuchunguza ukweli wa mambo, rafiki huyu ambaye anakuja kutembelea kwako atakuharibia ndoa yako, atakuharibia hata urafiki wako. Hmm, umejua dada, umesema umechumbua na kijana huyu, huyu mvulana ambao amekuchumbia akili yake inachanganyikiwaka saa moja, hana maendeleo fulani, hana mipango fulani ana yaani ni mchonganishi wa mambo. Haya yasikutishi, ambia Mungu kuna siri za nyota yangu ambayo imeahidiwa. Haiombi nguvu za wanadamu, haiombi akili za wanadamu, inaomba mimi niwe mwaminifu kwa Mungu na ninapokuwa mwaminifu, nikazane sana na bidii, nipiganishi sana, nikazane na maombi, nisiwe mlegevu kwa kazi za mikono, maana Mungu hatabariki maombi hata maombi, atabariki pia kazi unazozitumika, atabariki structures ambazo unazitumia kupambana na uongo huu. Ndio maana na ninyi mnaposemewa uongo, msiwe tena wanafiki. Mnaishi na rafiki mnafiki katika hali ya uongo, yaani unaishi naye ukijua anasema mambo fulani fulani juu yako, lakini unapenda ubaki silence, ukamfichikia. Kama umeshajua kama yeye anakusema vibaya, mwambie tu, ndugu mpendwa, na kuonya mambo ninayoyasikia haya nipendezi, yanafika ndani ya level ambayo hatutaelewana, majaliano mimi na wewe haitawezekana, vitu vya vistahili kwa kweli nimeshafuatilia ukweli wa maneno ambayo unayaongea nyuma yangu, nyuma ya kazi zangu, nyuma ya biashara yangu, nyuma ya unyuma wangu, uchumba wangu, urafiki wangu, relationships zangu zote, na elewa ya kama kweli wewe si rafiki yangu ni mnafiki. Unaweza kuniumiza maana maneno maneno yanaumiza sana kuliko matendo. Maneno yana sumu kali hivi ng'ang'ania sana, piganisha msumari kwa yale unayoyaombea kupitia nyota yako your destiny ambayo imewaka ndani ya kazi zako ndani ya unyumba wako ndani ya uzao wako ndani ya biashara yako ndani ya utumishi na huduma yako. Kazana sana na Mungu atakutendea, Mungu atakupigania hivi. Nashukuru kwa maana najua utaanza wakaribia hao marafiki wanafiki ambao umejua wanaongea mengi nyuma yako, lakini unaishi nao pasipo kuambia. Waambie ukweli, ingawa ukweli unaumiza. Utakapomwambia huyo rafiki mnafiki utapenda tena uendeleshe urafiki na yeye, yaani utapenda tena uishi pamoja na yeye. Hicho nicho ninachokuambia. Kama unaposikia mtu anakusema vibaya si vizuri wewe uko ukimeme, yani ukisemea ukinongona nani ya moyo kuliko kumwambia kama ndugu haya mimi hayanipendezi, haya mimi haniyaone kweli, kama mambo atakaotufaulisha katika uh, kuishi kwetu kiukristo. Kiukweli na kuarifu ya kama yananiumiza sana hivi, nimekuambia tangu leo, yaache uyaache, na tumtazamie Mwenyezi Mungu. Kila mtu ni kama mti ambao umepandwa, na wakati mvua unaponyesha huo mti hautatoa matunda kwa muda moja. Kuna mti ambao utatoa matunda nyuma, miezi tano, miaka miwili, miaka mitatu. Watu ambao wameshafanya kazi za mashamba wanajua mengi kuliko, kuliko yale ambayo tunayaongea hapa. Mimea haitatoa matunda kwa wakati mmoja. Kama ni muda wangu Mungu kunibariki, na wewe subiri wako, usiseme maneno mengi sana, ila kile inachokuomba wewe uwe mwaminifu kwa Mungu wako na utumike kazi na bidii na juhudi. Usikuwe na uh, mawazo mabaya ndani ya kichwa chako. Uh, you must be positive in your life. Hiyo itakufikisha lengo unalolifuatilia ndani ya ya huduma yako, ndani ya biashara, ndani ya mipango yako, ndani ya uchumi wako. You must be positive and your destiny will be success.